Tu, tusikilize somo la utume. Inasema muujiza wa Mstuni, sehemu ya kwanza. Msichana mdogo anayesoma katika shule ya misheni ya Mstuni alimwambia mwalimu wake Alimi juu ya mama ambaye hakuweza kutembea. Alimi hakuwa amefika katika mlima, milima ya Papua Indonesia ili kutibu mtu yeyote. Hakuwa daktari na hakujua chochote kuhusiana na matibabu. Alikuwa misionari aliyekuja katika shule ya misheni ya Mtuni ili kuwafundisha watoto kuhusu Yesu, Tabibu mkuu. Lakini moyo wake kuwafundisha watoto Uliguswa, uliguswa aliposikia juu ya mama ambaye hakuweza kutembea. Yeye pamoja na misionari mwenzake waliamua kupanda mlima kwa saa nane ili kumtembelea mwanamke huyo. Alimi na rafiki yake walimkuta mama yu yu huyo kwenye kibanda kidogo cha nyasi. Alikuwa akilia kwa maumivu kitandani. Goti lake la kulia lilikuwa na kidonda kilichokuwa wazi na lilikuwa limevimba. Alimi na rafiki yake hawakuweza kuelewa sana juu ya kile alichokisema, naye hakuweza kuelewa kile walichokisema, lakini kupitia ishara la za mkono mama huyo alieleza kwamba alikuwa ameanguka kutoka kwenye mti miaka saba iliyopita na hakuweza kutembea tangu wakati huo. Kijiji kilikuwa mbali sana, hata kusababisha kushindwa kufika hospitalini kumwona daktari. Baada ya kuanguka, mme wake alimwacha aka akimwacha ili kulea watoto wanne. Mwanamke yule alifurahi kutembelewa, alikuwa amepoteza tumaini. aliwe aliweka wazi kwamba alikuwa akiweka tumaini jipya kwa Alimi na rafiki na rafiki yake, nisaidieni ili niweze kutembea tena, alihisi. Alimi na rafiki yake wakatoka nje ya kibanda, walihitaji kuomba kwa tabibu mkuu. Bwana, tafadhali tupatie hekima, Alimi alisema tuoneshe jinsi ya kumsaidia mwanamke huyu, hata kama hatujui chochote kuhusiana, mati, kuhusiana na matibabu. Wakirudi ndani ya kibanda, Alimi na rafiki yake walisafisha kidonda kwa uangalifu. Jasho jembamba lilishuka usoni mwao, walikuwa na wasiwasi wasi juu juu ya kufanya hali ya kidondo kuwa mbaya zaidi. Majirani walikusanyika ndani ya kibanda ili, kutaza, ili kutazama na Alimi pamoja na rafiki yake walianza kutoka na jasho. Walijiuliza kama maisha yao yangekuwa hatarini kwa majirani kuwatazama kila hatua yao waliyofanya. Kisha Alimi akazungumza na yule mwanamke kuhusu Yesu. ni mtu mmoja tu anayeweza kukuponya, alisema, akitumaini ishara za mkono ili kumsaidia kuelewa mtu huyo ni Yesu. Mama yule hakuwahi kusikia kuhusu Yesu. Hakuwa jirani yeyote aliyekuwa amesikia habari za Yesu. Walifanya aina fulani ya fumbo. Sijui chochote kuhusu Yesu wenu Ma, mama alisema, lakini nitamkubali yeyote anayeweza kurejesha afya yangu. Baada ya kusafisha kidonda, Alimi alitoa dawa pekee za asili ambazo alikuwa nazo kwenye mkoba wake mkaa na vidonge vya vitamini C, kisha akawakaribisha mama na majirani ili kuomba. Akifungua macho yake, alimi aliona kwamba mama na majirani walikuwa wakilia. Aliingiwa na hofu, akijiuliza shida ilikuwa ni nini. Majirani ambao pia hawakuzungumza la lahaja yake walieleza kwamba ombi hilo lilikuwa limegusa mioyo yao ilikuwa kam, kana kwamba mtu fulani alikuwa akifasiri ombi lako katika masikio yenu. Mmoja mo, alisema tuliweza kuhisi uwepo ukituzungu, ukituzunguka kati yetu ulipokuwa ukiomba. Mwingine alisema, kisha Alimia akageuka na kuona kuo uso wa mama ulikuwa umebadilika kabisa uso ulikuwa na taswira ya maumivu na mateso, sasa ulikuwa uking'aa kwa furaha na amani. Alimi aliahidi kurudi juma lililofuata ili kuangalia maendeleo yake. Ali na rafiki yake walitembea mwendo wa saa nane kurudi nyumbani. Walipokuwa wakitembea, waliomba wangewezaje kupiga simu ili kupata taarifa za matibabu ili kumsaidia mama wangeweza kupata wapi mtandao wa simu ya mkononi? Walikuwa wakihisi mlimani na hakuwa amepata mtandao wa simu ya mkononi kwa miezi kadhaa. Omba kwa ajili ya watu ambao hawajafikiwa huko Papua Indonesia. Sehemu ya sadaka ya sabato ya kumi na tatu ya robo hii itasaidia kujenga madarasa, jengo la utawala, maktaba na bwalo la chuo cha Waadventista wa sabato na teolojia Papua. Chuo kilihamia katika eneo kili, kilipo sasa huko Nabilsha, Papua Indonesia. Kwenye ramani, fahamu kwamba mwendo wa saa nane kwenda katika kijiji cha fahamu mama kwa namna fulani una, unaonesha umbali wa kazi ya armi kama misionari huko Papua, ili kufika kijijini ambako inapatikana shule misionari huko Papua ya mtuni alikoishi ili ilimpasa kuruka kwa ndege ya misheni hadi ya mtuni alikoishi kwenye basi. Kwa sasa nipende kukurejesha katika uhai wa kanisa. Tupende kusikia taarifa ya kanisa, ya kanisa letu la Ndoleleji ya wiki iliyopita. Hatayo ni taarifa ya, ya shule sabato ya tarehe kumi na nne mwezi wa sita 2025. Tunamshukuru Mungu kwa rehema na fadhili zake kwa kutulinda ndani ya siku sita na leo ni siku ya saba, jina lake lihimidiwe. Tulifungua shule ya sabato saa tatu na dakika ishirini na themanini na tano kiswahili chini ya mwenyekiti Bryson Temi tukiwa jumla ya watu arobaini na tisa watu wazima ishirini na nne na watoto ishirini na tano na tulisikia fungu la ukalili pamoja na ombi kutoka kwa Amerika. Darasa la miaka kumi hadi kumi na mbili pamoja na miaka kumi na tatu hadi kumi na nne walikuwa ishirini na tano watano som, walijifunza somo lilisema kuzungumza na Mungu, waliohubiri watu watano, waliotembelea watu sita, waliotoa msaada watu kumi, thamani yake ni shilingi elfu ishirini na tano, waliosoma lesoni watu wawili, waliosoma Biblia kwa mpango watu wa, waliosoma Biblia si kwa mpango watu sita, na huo ndio mwisho wa taarifa ya shule sabato ya tarehe kumi na nne mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano. Mungu awabariki.